Jumla ya ajali sita zimeripotiwa kwa mwezi wa Februari 2025 ambapo wilaya Magharibi, wilaya ya Mjini na Magharibi a zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali mbili sawa na asilimia 33.3 kwa wilaya, kwa kila wilaya ikilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Februari 2025 na Januari 2025. idadi ya ajali za, za barabarani zilizotokea kwa mwezi wa Februari 2025 zimepungua kwa asilimia 25.0 na kufikia ajali 6 kwa mwezi wa Februari 2025 kutoka ajali 8 kwa mwezi wa Januari 2025. Kwa mwezi wa Februari 2025, wilaya ya Mjini na Magharibi A zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali mbili kwa kila wilaya. Na mwezi wa Januari 2025, wilaya ya Kaskazini B, Kati na Chake Chake zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo pia ni ajali mbili kwa kila wilaya. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Februari 2025 na mwezi wa Februari 2024. Idadi ya ajali za barabarani kwa mwaka zimepungua kwa asilimia 68.4 na kufikia ajali 6 kwa mwezi wa Februari 2025 kutoka ajali 19 kwa mwezi wa Februari 2024. Mwezi wa Februari 2025, Wilaya ya Mjini na Magharibi A ndizo zimeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali mbili kwa kila wilaya, na mwezi wa Februari 2024, wilaya ya Kaskazini A, Kaskazini B na Magharibi B ndizo zilizoripotiwa kuwa na ajali zaidi ambazo ni ajali tatu kwa kila wilaya. Kwa upande wa idadi ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Februari 2025, jumla ya waathirika nane wameripotiwa kwa mwezi wa Februari 2025 ambapo waathirika sita ni wanaume na waathirika wawili ni wanawake. Wilaya ya Mjini na Magharibi A zimeripotiwa kuwa na waathirika wengi zaidi ambao ni waathirika watatu sawa na asilimia 37.5 ikilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Februari 2025 na mwezi wa Januari 2025. Idadi ya waathirika waliofariki kwa mwezi wa Februari 2025 ipo sawa na ya mwezi Januari 2025 ambao walikuwa ni waathirika nane. Idadi ya waathirika waliofariki kwa mwezi wa Februari 2025 wameripotiwa kutoka wilaya ya Mjini na wilaya ya Magharibi A ambao ni waathirika watatu kwa kila wilaya, na mwezi wa Januari 2025 wilaya ya Kaskazini B, Kati na Chake Chake ziliripotiwa kuwa na waathirika wawili kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliofariki kwa mwezi wa Februari 2025 na mwezi wa Februari 2024. Waathirika waliofariki kwa mwezi wa Februari 2025 wamepungua kwa asilimia 65.2 na kufikia waathirika nane kutoka waathirika 23 kwa mwezi wa Februari 2024. Wilaya ya Mjini na Magharibi A zimeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliofariki kwa mwezi wa Februari 2025 ambao ni waathirika watatu kwa kila wilaya. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Februari 2025 na Januari 2025. Mwezi wa Februari 2025 hakukuwa na waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Januari 2025. Wilaya ya Kaskazini A iliripotiwa kuwa na waathirika wawili waliojeruhiwa. Mlinganisho wa waathirika waliojeruhiwa kwa mwezi wa Februari 2025 na Februari 2024. Mwezi wa Februari 2025 hakukuwa na waathirika waliojeruhiwa ambapo waathirika... kwa mwezi wa Februari 2024, wilaya ya Kusini imeripotiwa kuwa na waathirika wengi waliojeruhiwa ambao ni waathirika 18. Idadi na aina ya waathirika wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Februari 2025. Mwezi wa Februari 2025 waathirika wa ajali za barabarani waliofariki walikuwa ni wapanda baskeli na pikipiki ambao walikuwa ni waathirika watano wakifuatiwa na abiria wawili na waendao kwa miguu mmoja. Idadi ya ajali na muda uliotokea kwa mwezi wa Februari 2025. Mwezi wa Februari 2025 ajali nyingi zilitokea muda wa saa kumi na mbili na dakika moja mpaka saa tatu kamili asubuhi, ambapo zimeripotiwa ajali mbili. Tukiangalia chanzo cha ajali za barabarani kwa mikoa kwa mwezi wa Februari 2025, jumla ya ajali sita zilizoripotiwa kwa mwezi wa Februari 2025 ajali tano zimesababishwa na kuendesha gari kwa mwendo kasi na ajali moja imesababishwa na uzembe wa dereva. Mkoa wa Mjini Magharibi umeongoza kwa kuwa na ajali zilizosababishwa na kuendesha gari kwa mwendo kasi ambazo ni ajali nne na pia kwa ajali iliyosababishwa na uzembe wa madereva. Kwa upande wa makosa ya barabarani, jumla ya makosa elfu nne mia sita na kumi na mbili yameripotiwa kwa mwezi wa Februari 2025 ambapo makosa 1464 yameripotiwa kwa wanaume na makosa 8 yameripotiwa kwa wanawake. Wilaya Magharibi A ina idadi kubwa ya makosa ya barabarani ambayo ni makosa 1031 na sawa na asilimia 22.4 kati ya makosa yote yaliyoripotiwa. Wilaya Micheweni ina idadi ndogo ya makosa ya barabarani yaliyoripotiwa ambayo ni makosa 43, sawa na asilimia 0.9 kati ya makosa yote yaliyoripotiwa. Idadi na aina ya makosa ya barabarani kwa mwezi Februari 2025. Kosa kuu lililoripotiwa kwa mwezi Februari 2025 ni kutofuata miongozo na kanuni za usalama barabarani ambayo yalikuwa ni makosa 1943, yakifuatia kuzidisha idadi ya abiria na mizigo ambayo yalikuwa ni makosa 1445 na na kushindwa kuvaa sare na beji kwa utingo na dereva kwa gari za abiria ambayo yalikuwa ni makosa 1570. Orodha ya makosa haya matatu ya barabarani kati ya makosa yote nane yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Februari 2025 yamechangia kwa asilimia 85.8. Mlinganisho wa idadi ya makosa ya barabarani kwa mwezi wa Februari 2025 na mwezi Januari 2025. Idadi ya makosa kwa mwezi yameongezeka kwa asilimia 5.4 na kufikia makosa 4612 kwa mwezi wa Februari 2025 kutoka makosa 4377 kwa mwezi Januari 2025. Wilaya ya Magharibi A imeongoza kwa mwezi wa Februari 2025 ambayo alikuwa ni makosa 1031 na wilaya Magharibi a pia iliongoza kwa mwezi wa Januari 2025 22 rt ambayo yalikuwa ni makosa 1772. Mlinganisho wa idadi ya makosa ya barabarani kwa mwezi Februari 2025 na mwezi Februari 2024 idadi ya makosa kwa mwaka yameongezeka kwa asilimia 89 nukta mbili. na kufikia makosa 4612 mwezi wa Februari 2025 kutoka makosa 2438 kwa mwezi Februari 2024. Wilaya ya Magharibi A ndiyo ilikuwa na idadi kubwa ya makosa kwa mwezi Februari 2025 ambayo yalikuwa makosa 1031, na mwezi Februari 2024, Wilaya ya Magharibi A pia ndiyo ilikuwa na makosa mengi zaidi ambayo yalikuwa ni makosa mia nne na hamsini na mbili.